Ugonjwa wa serum ni neno ambalo lazima umewahi kusikia, ni mwitikio wa mwili wako kwa baadhi ya protini za kigeni. Aina inayojulikana zaidi ya ugonjwa wa serum ilikuwa ikitokea baada ya sumu ya kuzuia nyoka. Inaweza pia kutokea baada ya baadhi ya dawa zinazoitwa antithimosite globulin ambazo hutolewa kwa wagonjwa wa kupandikiza pia baadhi ya dawa zinazoitwa rituximab ambazo hutumika sana. Baadhi ya protini za kigeni zinazoingia kwenye damu yako kupitia hii uh, sumu ya kuzuia nyoka au hizi dawa na baadhi ya chanjo kama chanjo za kuzuia kichaa cha mbwa zinaweza kuanzisha mwitikio wa kinga kutoka kwa mwili wako, na mwili huanza kuzalisha seli ambazo hushambulia protini hizi. Hata hivyo, uzalishaji wa seli huchukua siku tano hadi saba na mwili hivyo, baada ya sindano ya bidhaa zenye protini za kigeni, mwili hujibu kwa kuzalisha kinachoitwa kingamwili. Hizi antijeni ni protini na kingamwili hureakti pamoja na. Ikiwa kiasi kikubwa cha mchanganyiko huu wa kingamwili kimeundwa, huanza kuweka akiba katika maeneo mengi, mara nyingi viunganishi, na kisha unapata dalili za kawaida za ugonjwa wa seramu kama vile homa au homa na maumivu ya viungo. Inaweza kuwa kali au ya wastani. Mara nyingi ni ugonjwa unaojipunguza wenyewe, una haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hilo. Hata hivyo, ikiwa dalili ni nyingi zaidi, daktari anaweza kukuandikia sindano au vidonge vya steroidi za kortikosteroidi, na mara nyingi hivyo hukupunguzia.